Katika maisha yako usipende sana kuweka ahadi na mtu, maana itakuwa ni deni hapo baadaye. Ninayasema hayo kwa sababu ya huu mkasa wa mwanaume mmoja anayefahamika kwa jina la Obadia. Obadia ana umri wa miaka arobaini. Ana mtoto mmoja wa kike mwenye umri wa miaka ishirini na mbili Mtoto wa Obadia anafahamika kama Omela. Ni mrembo sana kama marehemu mama yake. Ana nywele ndefu na rangi yake ya ngozi ni ya asilia. Bwana Obadia hakutaka kuoa mwanamke mwingine tangu mke wake afariki. Miaka kumi ameishi bila kuoa. Hisia zake huwa anazimalizia kwa wanawake wanaojiuza mtaani. Kuna sababu kubwa ambayo imepelekea Obadia asioe mwanamke mwingine tena. Hapo baadaye tutaijua sababu hiyo. Obadia na mtoto wake Omela waliishi kwa upendo sana. Baba alimpatia mtoto wake kila kitu alichohitaji. Obadia alimwambia mtoto wake kuwa hatowahi kuoa mwanamke mwingine tena. Baada ya siku kwenda Hatimaye Omela akafaulu na kwenda kujiunga na masomo ya elimu ya chuo kikuu. Akamwacha baba yake akiwa mpweke sana. Omela akaelekea masomoni ambako alikaa kwa miaka mitatu pasipo kurudi nyumbani. Baada ya kumaliza masomo yake, Omela akarudi nyumbani kwao. Omela alifika nyumbani kwao ila kuna mabadiliko makubwa aliyakuta. Alipokelewa na mwanamke mmoja wa makamo, mrembo, ana sura nzuri, mavazi yake yanadhihirisha anaishi ndani ya hii nyumba. Omela akashangaa kwa sababu baba yake alitoa ahadi hatoa mwanamke mwingine katika maisha yake. Imekuwaje leo? Iwewe ni nani? unafanya nini hapa? hilo ndilo swali la Omela akimuuliza mwanamke huyo aliyemkuta nyumbani kwao. I e, bila shaka wewe ni Omela, nimesikia taarifa zako kutoka kwa baba yako. mimi ni mke wa baba yako, kwa kifupi, mimi ni mama yako. Jibu la mwanamke huyo likamwacha Omela mdomo wazi. Haukupita kupita muda mrefu, baba yake na Omela Mzee Obadia akafika eneo hilo walilosimama akitokea chumbani. E, karibu sana Omela, nimesikia mazungumzo yenu kwa mbali. Huyu ni mama yako, anaitwa Jessica. Nimeamua kuoa kwa sababu nilikuwa mpweke sana. Nisamehe mwanangu kwa kuvunja ahadi yangu kwako. Obadia alimuomba msamaha mwanaye na Omela hakutaka kuonyesha hasira alizonazo mbele ya baba yake. Omela akagushi tabasamu. Omela alipoingia chumbani kwake akawaza sana. Kwa nini baba yake ameamua kuvunja ahadi yake? Walikubaliana asiwe mwanamke mwingine baada ya kifo cha mama yake na Omela. Omela akatafakari njia ya kumwondoa Jessica ndani ya nyumba yao. Siku iliyofuata, Omela akaanza kujiweka karibu na Jessica ili apate udhaifu wake. Anataka apate chanzo cha kumfukuzisha Jessica nyumbani kwao. Wiki ikaisha pasipo kupata udhaifu wa Jessica. Siku moja usiku, Omela akapata mbinu ya kumuondoa Jessica nyumbani kwao. Omela akalala usingizi akiwa na furaha sana. Siku iliyofuata, Obadia alielekea kazini kwake na Jessica akaenda kusuka. Hii ndiyo ikawa nafasi ya Omela kutekeleza jambo lake. Omela akaelekea chumbani kwa Jessica na baba yake. Akachukua begi la nguo za Jessica kisha akatoa nguo ya ndani ya Jessica. Omela akaichukua chipi ile na kutoka nayo na nje. Akakoroga uchafu unaonuka kama harufu ya choo cha stendi. Nguo ya ndani ya Jessica akaipaka uchafu ule unaonuka, akaibeba na kuirudisha chumbani kwa baba yake na Jessica. Omela akaelekea kwenye bafu wanalotumia Obadia na Jessica, akaiweka chipi ile kwenye kamba. Harufu ikawa inatoka bafuni na kuenea chumba kizima. Omela akarudisha begi alipolitoa, halafu akarudi chumbani kwake. Haukupita muda mrefu baba yake na Omela, mzee Obadia, akafika nyumbani. Akapitiliza chumbani kwake. Lohi, harufu kali ikampokea kwenye tundu zake za pua mpaka akaziba tundu za pua yake. E, kuna nini humu ndani? Au kuna panya ameozea humu? Obadia akawa anazungumza peke yake huku akitafuta sehemu harufu kali inapotokea. Obadia akafika bafuni akaiona chipi ambayo inanuka. Katika vitu ambavyo Obadia huwa hapendi ni mwanamke mchafu. Omela alilijua hilo na ndiyo maana akaamua kuichafua chipi ya Jessica. Obadia akakasirika sana. Dakika tano mbele. Jessica akarudi kutokea saluni Alipofika akapokelewa na kofi pamoja na maneno makali kutoka kwa Obadia. Ewe mwanamke mchafu sana, unashindwa kufua chipi yako? Ona inanuka kama inavaliwa na nguruwe. Obadia akang'aka sana huku akimtupia jeska chipi inayonuka. Ni kweli chipi ni ya jeska, ila yeye siyo mchafu. Omela ndiyo kaichafua chipi ile kwa makusudi. E naomba unisikilize mume wangu. Jessica akajaribu kumwomba Obadia atulie. E siwezi kukusikiliza. Obadia hakutaka kumsikiliza Jessica. Omela akajisogeza alipo baba yake na Jessica. E kuna nini baba? Halafu hii harufu ya nini? Mbona pananuka sana hapa? Omela akamuuliza baba yake aliyejawa na hasira kali. Emtazame huyu mwanamke mzuri kwa sura, ila mchafu sana, chipi yake ndiyo inanuka. Obadia hakujali kama anamdharirisha Jessica. Omela akamcheka Jessica Kumbe yeye ndiyo amesababisha hayo kwa sababu tu hataki baba yake awe mwanamke mwingine. Kwa nini anawivu na baba yake? Ei, siwezi nikaishi na mwanamke mchafu, toka kwangu haraka sana. Obadia akamfukuza Jessica nyumbani kwake, hataki tena kuishi na Jessica kwa sababu ni mchafu. Jessica akabeba mabegi yake na kuondoka. Obadia akabaki na mtoto wake Omela. Upweke ukamtawala tena Obadia, ingawaje anaupata upendo kutoka kwa mtoto wake, ila anaukosa upendo wa kikubwa. Baada ya miezi sita kupita, siku moja Obadia alipokuwa anatoka kazini kwake akakutana na mwanamke mrembo sana aliyemvutia. Obadia akamtongoza na wakakubaliana. Mwanamke huyu anaitwa Asha. Asha na Obadia wakakubaliana waishi pamoja. Baada ya wiki moja, Asha akaletwa nyumbani kwa Obadia. Asha akatambulishwa kwa Omela. Omela hakufurahishwa na maamuzi ya baba yake mzazi. Hataki baba yake aoe mwanamke mwingine. Omela hakutaka kuonyesha chuki zake waziwazi. Akaamua kujiweka karibu na Asha huku akitafuta mbinu ya kumwondoa Asha nyumbani kwao. Mwezi mmoja ulipoisha, Omela akawa amefanikiwa kupata mbinu ya kumuondoa Asha nyumbani kwao. Omela alivizia akaingia kwenye chumba anacholala Obadia na mke wake Asha. Omela anafahamu baba yake anapoweka pesa. Akachukua kiasi kikubwa cha pesa akakiweka ndani ya begi la Asha. Obadia alipotoka kazini kwake usiku akaelekea chumbani. Obadia akatafuta alipoweka pesa zake, lakini hakuzikuta. Akamwita Asha na kumuuliza, e, umechukua pesa zangu hapa? Asha akakataa. Baadaye Obadia akaelekea kwa Omela, akamuuliza kama amechukua pesa. Omela akakataa katakata. Kwa kuwa ni kiasi kikubwa cha pesa kimepotea, Obadia akaanza kukagua chumba kimoja baada ya kingine. Alianza chumbani kwa Omela lakini hakuambulia kitu. Obadia akaelekea chumbani kwake Akaanza kukagua sehemu moja baada ya nyingine. Alipofika kwenye begi la mke wake, hakuamini macho yake baada ya kuzikuta pesa zake zikiwa zimefichwa. Obadia akachukia sana. Asha hakumini macho yake. E, sihusiki na huu wizi mume wangu. Asha alijitahidi kuomba msamaha. Obadia akakasirika. Akamfukuza Asha usiku ule ule. Obadia akamwomba msamaha mwanaye Omela kwa kumtilia mashaka. Obadia na mtoto wake Omela wakaanza kuyaishi maisha yao. Mpango wa Omela ukawa umetimia kwa awamu ya pili. Baada ya miezi miwili kupita, upweke ukaanza tena kumtawala Obadia. Akatamani apate mwanamke wa kuwa naye. Obadia akasahau kabisa ahadi aliyoiweka kwa mwanaye ya kutokuwa mwanamke mwingine tena. Obadia akampata mwanamke mwingine mwenye asili ya Kizanzibari. Naomi ndilo jina la mwanamke huyu aliyeolewa na Obadia. Omela hakufurahishwa na maamuzi ya baba yake. Akawa anajiweka karibu na mke wa baba yake ili apate udhaifu wake. Kila alipojiweka karibu na Naomi, Naomi alimwambia kwamba e, taarifa zako ninazo hapo. Mwanzo Omela hakuelewa kauli hii ina maana gani, mpaka pale alipomkuta. Waswahili wanasema mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu mchungu. Omela alitambua fika baba yake hapendi mwanamke mshirikina. Akavizia siku moja akiwa peke yake nyumbani. Akachukua chungu akakifunga na kitambaa chekundu. Ndani ya chungu akaweka picha ya baba yake mzazi ili ionekane kama Naomi anatumia shiriki kumpumbaza Obadia. Omela akakiweka chungu kile kwenye uvungu wa kitanda cha baba yake, akiamini endapo baba yake atakiona chungu kile kina picha yake, atahisi mke wake Naomi ni mchawi. Kwa kuwa hapendi uchawi, atamfukuza. Omela akarudi chumbani kwake. Akawa anasubiri baba yake arudi, halafu akione chungu kile. Omela ameweka uvunguni kwa sababu baba yake huwa ana utaratibu wa kutazama uvunguni kila siku. Iwe, Omela njoo hapa! Ni sauti ya baba yake na Omela ikimwita Omela, ambaye amejilaza chumbani kwake mchana mchana. Omela akatoka nje. Akatabasamu pale alipotupa macho na kumwona baba yake akiwa na Naomi halafu baba yake amebeba chungu alichokiweka chini ya kitanda. Omela alipofika hakuamini macho yake pale alipotupiwa picha na baba yake. Ii, e, ulienda chuo kufanya hayo na umefanya makusudi ukaweka chumbani kwangu Baba yake na Omela akafoka sana. Omela akatazama sakafuni, akaiona picha yake akiwa na mpenzi wake wa chuo kitandani. Akashangaa imekuwaje mpaka picha yake iwe ndani ya chungu badala ya picha ya baba yake. Kwa kifupi, Omela akaumbuka. Omela akamuomba msamaha baba yake na yeye akamsamehe. Usiku mzima. Omela hakupata majibu, imekuwaje mechi imemgeukia. Kumbe Naomi anamjua Omela namna ambavyo hapendi wake wa baba yake. Naomi ndiye alibadilisha picha ile na kuweka picha ya Omela akiwa na mpenzi wake kwa lengo la kumkomoa yeye. Vita ya Omela na Naomi ikapamba moto. Kila mmoja anatafuta njia ya kumkomesha mwenzie. Siku nyingine tena, Omela akanyata mpaka jikoni anapopika Naomi, akafunua mboga na kuweka chumvi nyingi. Yaani chumvi aliyoweka hata haitamaniki kuliwa. Omela akatoka jikoni pasipo kuonekana. Muda wa chakula ulipofika, Naomi akatenga chakula mezani. Naomi akamgawia kila mmoja chakula chake kisha akaenda kuwaita. Obadia na Omela wakafika mezani. Omela akakaa kwenye kiti kilichopo jirani na baba yake. Wakaanza kula. Omela alipoweka chakula mdomoni mwake akatamani kukitema. Chumvi aliyoiweka imo ndani ya chakula chake, halafu anakumbuka aliweka chumvi nyingi kwenye chakula cha baba yake ili amkomoe Naomi. Akamtazama baba yake. Baba yake anakula chakula kwa raha mustarehe, tena akamsifia Naomi kwa kupika chakula kile kitamu. Omela akajikaza akakila chakula chenye chumvi nyingi ili asigundulike njama zake. Mpango wake ukafeli kwa mara ya pili. Naomi akawa anatabasamu huku anamtazama Omela. Kumbe Naomi alimwona Omela. Akambadilishia chakula na kumpatia kile chenye chumvi. Omela akajitahidi kukila chakula mpaka akakimaliza. Akajawa na hasira sana. Siku iliyofuata akaingia tena chumbani kwa baba yake, akapekua begi la Naomi. Ndani ya begi akafanikiwa kuona dawa ya adhuma, yaani pumu. Huu ni ugonjwa wa mfumo wa upumuaji. Mgonjwa huwa anasumbuliwa na kifua kubana akikaa kwenye hewa nzito ama baridi. Kumbe Naomi anasumbuliwa na ugonjwa huo wa adhuma. Omela akakumbuka hata mama yake mzazi alifariki kwa ugonjwa huo wa pumu. Hapo ndiyo baba yake aliweka ahadi ya kutokuwa tena, sababu alimpenda sana mke wake Omela. Akaona hii ndiyo njia nzuri ya kumuumbua Naomi, maana endapo baba yake atajua kama Naomi anasumbuliwa na ugonjwa uliomuua mke wake wa kwanza, basi atamfukuza. Obadia hakuwa anapenda kuona vitu vinavyomkumbusha machungu ya kumpoteza mke wake wa kwanza ambaye ni mama Omela. Omela akawasha mshumaa unaotoa harufu nzito, kisha akaweka chini ya kitanda wanacholala Obadia na Naomi. Usiku ulipoingia, Omela akaenda na ulipo kulala kwa rafiki yake akisubiri Naomi aumbuke. Si unajua mshumaa unatoa harufu nzito, hivi ugonjwa wa Naomi utamuanza. Saa tisa usiku. Omela akapigiwa simu na namba ngeni. Alipopokea akapewa taarifa mbaya. Omela akafika hospitali haraka sana. Akamkuta baba yake Obadia na Naomi wakiwa mahututi. Kumbe ule mshumaa aliyoweka chini ya kitanda ulidondoka na kushika nguo ambayo iliwaka na kushika pazia. Hatimaye nyumba nzima ikaungua. Usiku ule baba yake na Omela hakuwepo. Alikuwa kazini. Alipofika nyumbani kwake na kukuta nyumba inawaka moto, akaingia ndani bila kujali kuna moto. Obadia akaenda kumsaidia mke wake Naomi. Wakati anamsaidia, na yeye akaungua moto. Msaada ulipofika, wakakutwa wakiwa wameungua sana. Omela akajilaumu kwa maamuzi yake wivu umesababisha baba yake mzazi na Naomi wawe mahututi. Akajilaumu sana. Mbaya zaidi ni kwamba nyumba yao imeteketea kwa moto, maana yake wataanza maisha upya. Yote haya yalianza baada ya baba yake kutoa ahadi ya kutokuoa mwanamke mwingine. Omela akawa hataki baba yake awe kwa sababu ni kama anamsaliti marehemu mama yake. Omela anajilaumu sana. Mwisho wa simulizi hii, tuwe na upendo na kuheshimu hisia za wenzetu. Kamwe usiingilie mapenzi ya watu. Tafadhali subscribe channel hii ili uwe wa kwanza kupata simulizi zetu. Asante.